Je, yeah, unajua kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yako kwa sala moja tu? Tunakuletea fursa ya kuonja nguvu za Mungu kupitia sala hii ya saa tisa alfajiri inayobadilisha maisha. Tazama video hii hadi mwisho ili upokee baraka za sala hii. Ninakuhimiza kuhimiza useme sala hii kwa uaminifu na kwa moyo wako wote. Bila kujali hali uliyo ndani Yesu atabadilisha maisha yako njia ya kipekee. Na kusihi uamke saa tisa alfajiri na ujivike sala hii. Tumia wakati huo kutafuta ulinzi wa Mungu kwa nyumba yako, wapendwa wako, mawazo yako na ndoto zako. Wakati huu wa sala ni ngome, ngao inayotulinda dhidi ya mashambulizi ya adui. Ni wakati pia wa kuombea wengine kutafuta mafanikio na na kurekebisha maisha yetu kulingana na kusudi la Mungu. Saa tisa alfajiri, tunaweza kuweka mizigo yetu miguuni pa Yesu. Huu ni wakati wa kusalimisha hofu zetu zote, wasiwasi na mashaka, tukiamini katika mpango na utunzaji wa Mungu na kutafuta hukumu ya haki ya Mungu katika maisha yetu. Kama Zaburi sura ya hamsini na tano mlango wa ishirini na mbili inavyotuambia, mpe Bwana Mungu mizigo yako na yeye atakutegemeza. Hatamruhusu kamwe mwenye haki kutikisika. Hakikisho hili lenye nguvu halizungumzi tu kuhusu msaada wa Mungu, bali pia linadokeza mafanikio yanayowasubiri wale wanaomtumaini Mungu. Linatualika kuleta mapambano yetu kwa Mungu, ukiwa na uhakika kwamba atatuinua. Omba sala hii kwa bidii, kwa imani isiyotikisika, ukijua kwamba sala hii ya saa tisa alfajiri si tu ngao, bali pia ni ufunguo wa milango ya mafanikio na baraka. Msifu Mungu kwa ahadi yake thabiti ya kubadilisha majaribu yetu kuwa ushindi. Kwa hivyo, unapoanza safari hii, Tarajia kuona mabadiliko ndani na nje ya nyumba yako huku Mungu akitenda kwa nguvu kwa kujibu imani na kujitolea kwako. Sasa, ikiwa unaamini kwamba Mungu anaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako leo, hebu tuombe pamoja kwa imani kwa Mungu wetu mwenye neema na rehema. Baba wetu uliye mbinguni, Mungu mwenye nguvu na wa milele, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ninakuja mbele yako kwa wakati huu wa alfajiri. Nimesimama katika utulivu wa uwepo wako na moyo unaotamani mafanikio katika kila eneo la maisha yangu. Baba wa mbinguni, unaweza kufungua milango ambayo hakuna mtu anayeweza kuifunga na unaweza kufunga ile ambayo hakuna anayeweza kuifungua. Wewe ni Mungu wa miujiza, mshonaji wa hatima na mstawishaji wa maisha yetu. Ninakutazama wewe Bwana, kwa maana msaada wangu unatoka kwako tu. Asante Bwana kwa baraka zako zisizo na mwisho, upendo na rehema. Ninashukuru kwa kila pumzi inayojaza mapafu yangu na kila mpigo wa moyo wangu. Asante kwa zawadi ya maisha. Hakuna kama wewe, Baba. Ninakupa utukufu wote, heshima na sifa, Baba. Ninakuja mbele yako nikikiri mapungufu yangu na nyakati ambazo nimepotoka kutoka njia yako. Ninatafuta msamaha wako kwa dhambi zangu, zijulikanazo na zisizojulikana, na pia nasamehe wale waliokosea kwangu. Kwa moyo uliobondeka mbele zako na uliojaa msamaha, ninaachilia kila chembe ya uchungu na kila kumbukumbu ya maumivu. Kwa jina la Yesu, navunja vifungo vya makosa ya zamani na maamuzi mabaya, nikijifungua kutoka kwa nanga za kinyongo. Nitie nguvu, Baba, ili nipinge majaribu na niepuke yote yaliyo maovu. Katika rehema zako zisizo na mwisho, nisafishe moyo wangu na uirejeshe roho yangu ili niweze kutembea katika nuru yako na kuishi kulingana na mapenzi yako kamilifu. Mungu mwenye nguvu, Uliyejua zamu kutoka mwanzo, nipatie hekima na mwongozo ninaposafiri kupitia siku hii. Elekeza mawazo yangu na maamuzi yangu ili yaandamane na mapenzi yako. Nipe uwazi katika kuelewa kusudi lako kwangu. Niongoze kwenye mafanikio yanayokuheshimu na kuonyesha upendo wako na neema yako katika maisha yangu. Ninaweka imani yangu katika mpango wako na kutembea kwa ujasiri katika njia ulionipangia. Nisaidie kutumia vipawa na talanta ulizonipa kwa utukufu wako. Ninaomba Roho Mtakatifu wako aniongoze katika kweli yote na utambuzi, akiangazia akili yangu kwa hekima na ufahamu wako. Baba, nisaidie kutambua sauti yako katikati ya kelele za dunia hii na kutofautisha ukweli wako katika kila hali ninayokutana nayo. Katika maamuzi yote makubwa au madogo, acha Roho wako awe mshauri wangu wa kudumu na chanzo cha maarifa ya kimungu. Ongeza ufahamu wangu Bwana mpendwa na unipe utambuzi wa kuona zaidi ya yanayoonekana, kuepuka mitego iliyowekwa na adui. Ninakemea kila ugonjwa, kila maradhi, kila hitilafu na kila hali isiyo ya kawaida ndani ya mwili wangu. Kwa mapigo ya Yesu ninakiri kuwa nimepona. Ninatamka uhai na afya ndani ya kila sehemu ya nafsi yangu. Acha nguvu zako za uponyaji zipite ndani yangu, zikiponya kila seli na tishu, kila mfumo na kiungo, kila mfupa, kiungo na misuli. Baba mwenye rehema, rekebisha kila sehemu ya uharibifu katika maisha yangu. Ukileta uponyaji na urejesho katika rehema zako, geuza udhaifu wangu kuwa nguvu na makovu yangu kuwa ushuhuda wa upendo wako usiofifia. Kwa jina la Yesu nadai uponyaji kamili na wajumla, kwa maana wewe ni Mungu unayefanya mambo yote kuwa mapya. Mungu mwenye nguvu, funika mapenzi yangu akili yangu na hisia zangu, iwe za kwako Ninatangaza kwamba nina kwamba akili ya Kristo. Mawazo yangu yamelindwa na amani yako ipitayo fahamu zote. Naleta mateka mawazo yote chini ya utii wa Yesu Kristo, nikibadilisha mabaya yote na imani, tumaini na upendo. Baba, kupitia neema na rehema zako, bariki familia yangu na mahusiano yangu yote. Acha kuwe na amani, upendo na heshima ya pande zote. Ponya majeraha ya zamani, tulete pamoja kwa kwa maridhiano na tufunge kwa vifungo vya umoja visivyoweza kuvunjika. Nyumba yangu na iwe ushuhuda wa amani, upendo na neema yako. Ninakataa kila uhusiano wa kishetani kwa jina la Yesu. Nijalie nipatanishe, na nilete amani katika mawasiliano yangu na wengine, na pia niwe mbebaji wa neema yako kwa wote ninaopatana nao. Bwana, natafuta baraka zako katika kila eneo la maisha yangu. Baraka zako zinapomiminika, nikiwa na moyo wa shukrani, nimesimama tayari na radhi kupokea na kushiriki neema yako, na inanizunguka kama ngao, na matunda ya Roho wako yaonekane katika kila eneo la maisha yangu. Ninatangaza kwamba maisha yangu ni shamba lililo na rutuba. Nakemea kila roho ya utasa, kukwama na kukata tamaa. Kazi ya mikono yangu, ndoto zangu na matarajio yangu vinafanikiwa marudufu chini ya uongozi wako mkuu. Ninasimama imara kwa imani, nikijua kwamba kwa baraka zako kila mbegu njema iliyopandwa katika maisha yangu itamea na kustawi na kuzaa matunda mengi na mema. Nibariki, e Bwana ili niwe baraka na niwe taa yako duniani. Bwana, uwe ngao yangu na ngome yangu dhidi ya mashambulizi ya adui ninapotoka kila siku. Nilinde mimi na wapendwa wangu dhidi ya mitego yote, tuokoe dhidi ya mishale inayorushwa mchana na hofu za usiku. Nakemea kila nguvu ya giza na kila aina ya uovu. Uwe mlinzi wa roho yangu na mtetezi wa maisha yangu Ninapokaa katika mahali pako pasiri, acha nikae chini ya usalama wa mabawa yako. Wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, hivyo basi hakuna madhara yatakayokuja juu yangu, juu ya wapendwa wangu, wala juu ya nyumba yangu. Bwana, wape malaika wako amri, wanilinde katika njia zangu zote. Ninatangaza kuwa hatua zangu zimeamriwa na neno lako na roho yangu imelindwa kwa imani Natangaza kuwa mipango ya adui haina nguvu tena kwangu, na imefutwa na Roho Mtakatifu wako na mamlaka yako ya enzi. Ninatangaza kuwa hakuna silaha iliyoandaliwa dhidi yangu itakayofanikiwa na kila ulimi unaoinuka kunihukumu utahukumiwa. Baba, nitembea katika ulinzi wako mkuu na sitaguswa kamwe na nguvu za giza. Mungu mwenye nguvu Majaribu na dhiki zinapoinuka kama garika, uwe nanga inayonishikilia imara katika tanuru la shida. Katikati ya dhoruba za maisha, nitalisifu jina lako, kwa maana najua mkombozi wangu yuhai, na kwamba wewe ni Bwana wa upepo na mawimbi. Ninatangaza kuwa mimi ni zaidi ya mshindi kupitia yeye anipendaye nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu inaishi ndani yangu, ikiipa mwili wangu nguvu mpya na kunipa uwezo wa kushinda. Ninasimama imara daima, nikistawi katika kazi yako, kwa maana najua kuwa matumaini yangu kwako si bure. Bwana, naomba ukombozi kutoka kwa vifungo vyovyote vya kiroho na ushawishi mbaya. Vunja kila mnyororo unaotaka kunifunga. Katika jina la Yesu, ninatangaza kuwa nimewekwa huru, mimi nimbarikiwa na mimi ni mshindi. Ninaomba na kuamini kwa jina kuu la Yesu Kristo.